Ndugu Kubenea ameyasema hayo katika mkutano wake na madereva bodaboda ya wilaya ya Kinondoni, huku akitaka Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuacha kutoa vitisho juu ya wapiga kura. Inasema wapiga kura ambao picha zao hazionekani vizuri au wazionekani kabisa kwenye daftari la kudumu la wapiga kura wataruhusiwa kupiga kura. Hatutaki, hatutaki. Namba tatu, wapiga kura waliandikishwa na tume na wanaishi katika maeneo mapya ya kiutawala waliogawanywa wakati wa baada ya zoezi la uandikishaji kukamilika, hivyo majina yao ya maeneo hayo kutofautiana na majina yaliyopo kwenye kadi zao, wataruhusiwa kupiga kura, hatutaki. Naye mwenyekiti wa chama cha umoja wa madereva bodaboda wilaya ya Kinondoni, wamemtaka ndugu Kubenea, endapo atapata ridhaa ya kuwa mbunge wa jimbo la Ubungo, ahakikishie madereva bodaboda wote wanatambulika kisheria. Mheshimiwa, tuna mambo mawili makubwa Jambo la kwanza katika wilaya yetu hii ya Kinondoni, kwa sisi watu wa bodaboda tuna matatizo mengi sana, lakini leo tutakupa matatizo mawili tu, na diwani ukiasikia pia, tunakuomba naye uyakabili matatizo haya. Ukenda wilaya ya Temeke, wenzetu vijana wa bodaboda wametambulika mpaka almashauri na kule wamepewa usajili wa moja kwa moja kituo cha bodaboda labda ishirini na la kituo chao wakapewa. Lakini kwa wilaya ya Kinondoni swala hili limekuwa gumu, kila tukifuatilia tusajiliwe vituo vyetu tunapigwa tena tunafukuzwa, tunaonekana si watu muhimu katika jamii. Wakati huo huo, mgombea ubunge wa jimbo la Ilala kwa tiketi ya chama cha wananchi CUF, bwana Kamari Hussein amesema endapo atapata ridhaa ya kuwa mbunge wa jimbo hilo atahakikisha elimu inatolewa bure kwa wananchi bila kujali matabaka ya kama itachukua dola. Ni kwamba serikali yake itatoa huduma ya elimu kuanzia shule za msingi hadi vyuo vikuu bure ili kuonyesha linawezekana tumekuwa tunatoa mfano wa utawala wa awamu ya kwanza chini ya Rais Mwalimu Julius Nyerere, aliweza kutoa elimu bure wakati ule. Nchi ilikuwa haina miradi mikubwa ya uchimbaji wa gesi asilia, dhahabu au uranium. Nikiripoti kutoka viwanja vya Tipi Sinza, jijini Dar es Salaam. Richard Steven, ITV.